Kae tena. Haya, naomba tukae, ndio nimalizie. Naomba, naomba tukae takamoja nimalizie, takamoja tu, takamoja, takamoja kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu. Taita marafiki yangu MCS waseme tu jambo jambo jambo jambo, jambo alafu twende. Nami nataka tusikize hawa, mimi nataka tuweke ishara moja. Nikisema arambe, mnaniambia UDA. Arambe mimi nataka isikike ipite hii mlima. Arambe ni sawa ama si sawa? Twendelee ama tusiendelee? Tuendelee kuchanga malaba ichengeke twende mbele, naye wangapi wanasema watapigia chama ya UDA kura? Kwa mkono niangalie. Sasa mnaniruhusu nilete ndakwakuja, atembee huku? Hebu niangalie kwa mkono ambayo wanasema wanaunda ngaza. Nyinyi muko sawa ama si sawa? Hii kazi ya kwenda mbele kujenga malaba Haiwezekani Malava ifanywe vitina, maana Malava haijawahi kuwa ndani ya vitina. Mimi naomba nyinyi, naomba watu ya Malava, Mungu akipenda, tusimame imara, tutembee imara na mambo ya hapa haitaenda chini, na kazi imeanza. Hii kazi tumeanza, mliona, si ndio? Mnataka mbunga akuja aendeshe, aendeshe ama asiendeshe, aendeshe. Mimi naomba Kangwana na eh, MCA wafanye kazi na wao wote, na yule mtu atatuongoza kwa maneno ya kampeni atakuwa mheshimiwa Kangwana kutoka hapa kwenu, atia malaba hoye, hoye! aongoze ama asiongoze Hongose! mambo ya malaba iende mbele isiende Twende mbele muungana na Wakenya kabisa. Hebu nione kwa mkono ambaye wameamua hapa nyumbani. Na mimi najua Friday tutakuwa kwa Mheshimiwa Shimaka. Nyinyi mnaruhusu pia Shimaka aendelee kuungana na Ndagwa, waende mbele na Ryan waende ama wasiende, washikane wasishikane? Mimi naomba huyu mungwana anaitwa eh, Kangwana na Ndakwa, na, na Shimaka wakuja hapa. Hao watu ya malava. Waangalie vile inatakiwa. Wakija hapa tuwashangilie kabisa tuone watu ya malava. Hao wangwana, hao wangwana, hao wangwana tufanye washikane mkono ama wa wasishikane, wapeleke mbele malava. Wale walikuwa wanategea hao, waambie washindwe! Shindwe! Mimi nataka kusikia sauti yenu, washindwe wasishindwe? Hao wangwana washikane mkono, hebu tuwapigie nduru na kelele, washikane sawasawa, sawa. Kangwana hoye, hoye! Shimaka, hoye, hoye! Shimaka hoye! Huyu Shimaka afanyie kambei Ndakwa, huyu Kangwana amfanyie kambei Ndakwa. Nyinyi wa malama mmekubaliana na yeye wafuasi wa huyu mungwana munasema, munaunga yeye ama muungi yeye? Wekeni ye mkono ionekane wazi kwamba mmetikilea. Asante sana. Mimi nauliza MCA wetu kutoka hapa aje aseme Mrembe, tumpigie makofi mheshimiwa wetu, asante

jesaa Mungu ita yeye amesema, wacha achitafutia amefanya makosa amepigapiga chenga mpaka amefika hapa, situmpatie yeye pia ni sawa ama si sawa? vandu vem mimi na wale minyi munapenda nani wale na mimi munapenda nani e Rila rila rianye ya yahonya Ita Ita wakifika hapa munambia akhonyakhonyanga abandu akhonyaa vakhola shina ee wakinitusi sana muri ah! hey! hey! hey! hey! hey! hey! hey! a nomwana ulya akhonya abandu newe onyeka abandu syamalayi sanyaka abandu esakhonya abandu different tibareniibero igali sasa enye namure wange eshenabalya mwayanza bwina kwanza wa hoja sikala no mtafutie mkunda nikae na nyinyi hapa Malava ama namna gani? Eje na hapa mkunda malava ino, alafu mimi nitakuwa naomba kura na kina takwa hawa na kina na e, shemaka hawa. Hata mimi nikiangusha hawa vandu ve malava mubere bangwana sasa hata nikikaa leo nilale huko, iko mahali ya kulala Kitanda ivere yeah. E e, mukhazi wanje arula bibi yangu unajua natoka hapa Malaba, alisoma Malaba gani sasa? najivunianga Malaba sana. Eh? nikifika nyumbani eh, ni niivere mukwazita ingoka ivereu mulere ivere na namavere nandioa lakini ndizaze eh, mshere wanje sasa mtu ambaye ameoa nyumbani ni mzuri ama ni mbaya? amanmbay sasa amtaki kuniongeza mwingine mlandeza mlandeza wagabu ataniongeza bibi mwingine, na nitauliza yule mama. Asante sana mheshimiwa. Avandu ve malava mirembe mirembe vuua. Basi mimi sitakuwa mwingi wa maneno, tuko hapa kwa sababu watu wa malava wamesema tuwe hapa elikhua lyo khuranga lyeenyaa khuvola vandu ve malava nende vandu va mandashi vanga muchende nende mweshimi wa kangwana ne khuvola vwa toto vwene vandu vali karibu kangwana vamanye vari kibishi yesi uve zanga karibu nende kangwana kangwana tumetembea na yeye lakini imekuwa kuwa tumepata kiongozi ambaye amepeperusha bendera ya UDA ambaye ni mheshimiwa naku. Mimi nataka kuungana na watu wa Malaba tukae ndani ya serikali ili tupate maendeleo, Mheshimiwa Kangwana. Serikali ni kubwa, na mimi nawaambia ukweli, serikali ni kubwa, lazima atapangwa na vile mdosi amesema, itakuwa hivyo mwaya wamanya ni se bari kibishi yasaye balindeko wacha kuite rafiki yetu kusema tu china eh? ana itua, kutoka chimuche Mpikie makofi kutoka chimuche abandu bemalaba mlembe ay mlembe mulembe cha kangwana mlembe cha omwami faruku mulembe cha basakhulu befu esie menya khubole na santi huli mwami kangwana serikali i nende amakawa manyinji khulasalanga omwami faruka asukume omwami kangwana atsie muserikali sikali kakhwitsirakho yeah. nani nanyola shindu nende amakasi vave vava muserikali vasikhulavakunyore yeah. alafu vyakhuchendere alala nende serikali yeah. esie ndasalanga tsendi nyasaye amwendeleye kachira mpango ya mungu alina makosa nyasaye napanjira la nyola wakati fulani e leo khulendelea khumusarira va mulamu sikali kario yeah! sya si kumera vandi geoffrey sikolia nendi chirani ndasalanga endi kuchende nende serikari ya william samuel ruto mulolanga komwami faruku yakhuvoera mriole khulatsaa khunyola esikulu sikari kario yeah. omwana okhurula etande kulatsa khulombwa sikari mendeleyo efe yeah. khulenya khuchende wamendeleo kale matiti kenakonyasaa mulinde sevarineua sikolia mheshimiwa e chimuchi asante sana tupigie makofi watiwaga malava mheshimiwa kefa kefa alafu chose lafu a nam asante sana Ayem. Ayem. Ayem.